Karibu kwenye chaneli yetu. Mimi ni Banza Stone na katika chaneli yetu hii nakwenda kukuonesha jinsi gani kutumia vyakula na mimea mbalimbali mbali, kwa kutibu na kukinga magonjwa na vilevile vile, nitakuonesha jinsi gani unaweza kujitengeneza dawa yako nzuri kupitia vyakula hivyo hivyo, sababu tiba haianzii hospitali, bali tiba inaanzia jikoni kwako, kwenye sani yako na vile, vile katika bustani yako nitakwenda pia kuonyesha vyakula gani si vizuri kuvitumia ama si vizuri kuvichanga, sababu magonjwa mbalimbali mbali, ama magonjwa mengi yanatokana kutokana na mchanganyiko mbaya wa chakula, na ndio pale utaona mtu leo anakuwa anapenda kula sana chips, wakati chips hizo zimekaangwa na mafuta mengi, kisha unakuwa na ile hali ya kutumia tumia mafuta hayo kama vile ulifanya harusi na mafuta, kisha baada ya siku inakuja kukuletea madhara ndo pale tutajitahidi kupiganisha ile hali na kuonesha nini cha kutumia na nini akistahili kutumia, na baada ya hivyo kuonesha mimea gani unastahili kuitumia ama vyakula gani unastahili kuvitumia ikiwa tayari umeshapatwa na magonjwa. Na ndio maana kwa siku ya leo nitakupa mfano wa chakula kimoja ama kiungo kimoja ambacho wengi wanafikiri kama ni kiungo tu, tangawizi hii hapa, ambayo kwa kifaransa wanaita gingembre, hii ama hichi ni kiungo kizuri sana katika afya yetu, ingawa watu wengi wajui namna gani wakitumia. Lakini ikiwa kama una matatizo ya kikozi ama unakuwa una hisi tumbo inauma mara kwa mara, ama mwili kuchoka muda wote, kiuno, mgongo, nitakuonesha jinsi gani unaweza kutumia hichi kiungo kwa kupika tu chai yako na kinaweza kusaidia. Na hapo itakubidi tu utafute mbegu moja ya tangawizi kama hii hapa, na wikate vipande vidogo vidogo, kuchanganya na nusu lita ya maji Unaweza kutokosha kwa muda wa dakika kumi kwenye moto. Kisha baada ya hapo, unakunywa kilauli kimoja asubuhi na jioni, huku ukiongeza kijiko kimoja cha asali. Na baada ya hapo utaona kwamba mwili wako unakuwa unajirekebisha na, na unakuwa tena vizuri. Na katika video zijazo nitakuonesha mimea ingine mbalimbali mbali, na vyakula mbalimbali na jinsi gani ya kuvitumia ili viweze kukusaidia sababu afya ni mali. Uwezo na kuomba uweze kusubscribe kwa ajili ya kujipatia video zingine, vile vile uweze kulike, uweze kuweka comment na ushare na watu wale ambao wanawafurahia.